Tunapenda kuwaomba mapadri, mashemasi, watawa, makatekista, viongozi wa halmashauri za walei, vyama vya kitume na waamini wote wa jimbo hili jipya la Bagamoyo, mstawishe umoja na mshikamano katika kuishuhudia imani na katika kuliendeleza jimbo hili lenye historia kubwa ya kazi za uinjilishaji. Dumisheni umoja miongoni mwenu na pia mwombeeni askofu wenu na kumpa ushirikiano mkubwa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 tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda na kumjalia uponyaji wa haraka. Sio lengo letu kuelezea jinsi shambulio hilo lilivyotokea bali kujiuliza ni nini hasa kinachoshambuliwa kwa tukio kama lile. Je, yeah. Anashambuliwa mtu au taifa? O vitatu vimeshambuliwa, mtu ameumizwa makao makuu ya baraza la maaskofu yamevamiwa na heshima ya taifa imejeruhiwa. Shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpora mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio waliotaka kumpora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi kusema na kutenda kadiri ya dhamiri imani na wito wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Shambulio alilofanyiwa Padre Kitima ni shambulio dhidi ya heshima na, na sifa ya taifa letu. Wanatuvunjia heshima watu hawa, kama taifa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 atuondolee vyote vinavyotudhuru na awajalie neema ya toba ya kweli na wongofu wa moyo wale wote wanaopanga ufadhili na kutekeleza maovu haya ili waepukane na adhabu na laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bikira Maria mama wa Mkombozi, Bikira Maria afya ya wagonjwa, Bikira Maria malkia wa amani. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. <tune>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 kwa kuzingatia mazingira mahalia. Wahashamu waaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, tunapoendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia jimbo jipya la Bagamoyo na kutupatia mhashamu baba Askofu Msomba kama mchungaji wetu mkuu, napenda kutumia kutilia mkazo japo kwa kifupi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 na wale wote watakaothibitika kuhusika na matukio kama hayo ambayo hayakubaliki kabisa mahali popote. Nawaomba sana wahashamu maaskofu, waklero na wote walioumizwa na tukio hili baya kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili aya ya kumi na tisa ambayo inasema, maana huu ndio wema hasa mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Aidha, ninawasihi sana Watanzania wote tuendelee kupendana na kusimama pamoja kulaani matendo hayo mabaya yasiyoakisi Tanzania yetu inayosifika kama kisiwa cha amani. Ni wito wa serikali kwa Watanzania wote kujitokeza kuishia taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi kwa kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi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 ambayo inasema na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate amani. Na katika hili tujitahidi pia kujizuia na hasa kuzuia ndimi zetu, kama tunavyoelekezwa katika waraka wa Yakobo sura ile ya kwanza aya ya 19 mpaka 20 ambayo inatuelekeza kwamba hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Tukumbuke kwamba amani yetu haina mbadala, na hivyo ni wajibu wetu sote kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Ninapenda kuwaasa vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa wenye uchu wa madaraka walio tayari kuwatumia kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi kwa manufaa yao wenyewe. Napenda pia kuwasisitiza watendaji serikalini kutenda haki katika utekelezaji wa majukumu waliokabidhiwa. Lakini vilevile ni muhimu kuendelea kuliombea taifa letu kwa Mwenyezi Mungu ili liwe na amani na utulivu, na hasa mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani. Nimepokea ombi mahususi la kanisa la kurejeshewa ardhi ya bodi ya wadhamini ya kanisa Katoliki jimbo la Morogoro ambayo sasa ni sehemu ya jimbo jipya la Bagamoyo ambayo kwa sasa ni sehemu ya chuo cha Adem kwa kuwa madai haya yamekuwepo kwa muda mrefu, ni wakati mwafaka sasa yakapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Na kwa ajili hiyo, ninamwelekeza waziri wa elimu, sayansi na teknolojia aunde timu maalum itakayoshirikisha wataalamu kutoka wizara yake ya elimu, sayansi na teknolojia, wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi na ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa ili wakae mezani na uongozi wa kanisa Katoliki jimbo la Bagamoyo ili kujadili na kutoa mapendekezo ya namna ya kufikia ufumbuzi wa suala hili. Aidha, taarifa ya timu hiyo ya pamoja iwasilishwe serikalini mapema iwezekanavyo kwa ajili ya uamuzi mwisho. Mwisho, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais aliyenituma kumwakilisha katika maadhimisho haya narudia tena kumpongeza sana Mheshimiwa Askofu Stefano Msomba Ose kwa kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili aidha ninamtakia mwashamba Baba Askofu Msomba afya njema na umri mrefu ili aendelee kutubariki kutufundisha na kutuombea. Vile vile ninawataka waamini wa jimbo katoliki la Bagamoyo, wananchi wa Bagamoyo na wote wenye mapenzi mema heri katika uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo.